fulani ambazo ukiziona ni lazima uende hospitali haraka ili kulinda afya yako na ya mtoto wako. Ikiwa unatokwa na damu nyingi, inaweza kuwa dalili ya mimba kuharibika, tatizo kwenye kondo la nyuma au hata ujauzito wa nje ya mfuko wa uzazi. Usipuuzie, pata msaada wa haraka kutoka kwa daktari. Maumivu makali na ya ghafla yanaweza kuwa ishara ya mimba kutunga nje ya mji wa mimba, hali ambayo ni hatari na inahitaji matibabu ya haraka au kuwa kujifungua mapema ambao unaweza kusababisha matatizo kwa mama na mtoto. Ikiwa yanazidi au yanaambatana na damu, tafuta huduma ya dharura mara moja ili kuepuka hatari zaidi. Ni kawaida kuhisi kichefuchefu, lakini ikiwa unatapika kupita kiasi, unaweza kupata upungufu wa maji mwilini au lishe duni kwa mtoto wako. Hii inaweza kusababisha matatizo makubwa kiafya kwa mama na mtoto kama vile udhaifu, kizunguzungu na hatari ya kujifungua kabla ya wakati. Maumivu haya yanaweza kuwa dalili ya shinikizo la damu la ujauzito, hali inayoweza kusababisha matatizo makubwa kwa mama na mtoto. Ni muhimu kutafuta ushauri wa daktari mara moja ikiwa maumivu haya yanatokea mara kwa mara au yanaendelea kwa muda mrefu. Mtoto anapaswa kuwa na mjongeo wa kawaida. Kupungua kwa mjongeo wa mtoto ni dalili muhimu ambayo inaweza kuashiria matatizo. Ikiwa hujihisi akicheza kwa muda mrefu, jaribu kula kitu chenye sukari na kupumzika kwa ubavu wa kushoto. Hii inaweza kusaidia kuchochea mjongeo wa mtoto. Ikiwa bado hakuna mjongeo ndani ya saa mbili, nenda hospitali mara moja. Ni muhimu kuchukua hatua haraka ili kuhakikisha usalama wa mtoto. Maambukizi ya njia ya mkojo yanaweza kuwa hatari ikiwa hayatatibiwa mapema. Dalili ni pamoja na maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara au homa. Ikiwa maji yanatoka kabla ya wiki ya 37, inaweza kuwa ishara ya uchungu wa kujifungua mapema. Hii inaweza kusababisha matatizo kwa mtoto. Maji yenye rangi ya kijani au kahawia yanaweza kuwa hatari kwa mtoto wako. Ni muhimu kumwona daktari mara moja. Ikiwa uvimbe unatokea ghafla na unaambatana na dalili kama maumivu ya kichwa, kizunguzungu, maumivu ya tumbo au matatizo ya kuona, inaweza kuwa preeclampsia. Hali inayohitaji matibabu ya haraka. Ikiwa unapata shida kupumua hata ukiwa umepumzika, inaweza kuwa dalili ya matatizo ya moyo, anemia au shinikizo la damu. Hali hii inaweza kusababisha upungufu wa oksijeni mwilini, na ni muhimu kutafuta ushauri wa daktari mara moja. Homa ya zaidi ya nyuzi 38 Celsius inaweza kuwa dalili ya maambukizi makali. Ikiwa unahisi baridi kali, jasho jingi au uchovu mkubwa, nenda hospitali mara moja. Maumivu makali ya mwili yanaweza kuashiria matatizo makubwa kama vile preeclampsia au maambukizi. Usipuuze dalili hizi, tafuta msaada wa matibabu haraka. Usipuuze dalili hizi. Ikiwa unapata mojawapo, chukua hatua haraka ili kulinda afya yako na ya mtoto wako. Afya yako ni kipaumbele.